Ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Alhamisi Juni 26, 2025. Nakukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shirika la ujasusi la Marekani CIA limearifu kwamba mpango wa nyuklia wa Iran uliharibiwa vibaya kwenye shambulio lililotekelezwa teleke na Marekani. Huko Iran, watu wanane wameuawa na wengine zaidi ya mia nne kujeruhiwa katika maandamano dhidi ya serikali nchini Kenya huku baraza la habari nchini humo likielezea kusikitishwa kwake na hatua ya mamlaka kuzuia vyombo vya habari kurusha maandamano hayo mubashara. Ni ukiukaji mkubwa wa katiba na ni swala ambalo limekemewa na asasi zote, ngazi zote nchini, wanahabari, wanasheria, viongozi wa Kenya na umekemea hatua hiyo ambayo imechukuliwa na mamlaka na katika gumzo tunaangazia hatua ya bunge la Iran kupitisha mswada wa kusimamisha ushirikiano wa nchi hiyo na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic ulivyopokelewa nchini humo baada ya hatua ya Israel kuishambulia kijeshi Iran. Wananchi wengi wamehisi kwamba hakuna haja tena, pengine hata Iran, ya kuendelea kubaki kuwa mwanachama wa mkataba wa kuzuia uundaji wa silaha za nyuklia, NPT. lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu kusoma kwako na Halima Nyanza. Asante David, na habari msikilizaji. Watu wanane wamekufa na wengine zaidi ya mia nne kujeruhiwa kufuatia maandamano ya kitaifa yaliyofanyika nchini Kenya jana kuadhimisha mwaka mmoja tangu kufanyika kwa maandamano ya kupinga ushuru yaliyosababisha maafa nchini humo. Zaidi na Esther Mwambano. licha ya maandamano hayo kukusudiwa kuwa kumbukumbu ya amani, yaligeuka kuwa machafuko maelfu wakijiunga na maandamano ya kitaifa kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga ushuru yaliyogharimu maisha ya watu mwaka mmoja uliopita. Yale yaliyokusudiwa kuwa maandamano ya kumbukumbu ya amani yaligeuka kuwa machafuko, huku waandamanaji 621 wakikamatwa, kwa mujibu wa mahakama huru ya kusimamia utendaji wa polisi IPOA. Kaunti 24 zimekumbwa na maandamano hayo. Mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA John Ratcliffe amesema mashambulizi yaliyofanywa na Marekani nchini Iran yameharibu vibaya maeneo ya nyuklia, hali ambayo imerudisha nyuma ya teknolojia hiyo nchini humo. Ameeleza kuwa maeneo yote muhimu yameharibiwa, licha ya kwamba hakuthibitisha kuwa mitambo hiyo ya nyuklia ya Iran imeangamizwa kabisa. Taarifa yake hiyo imetofautiana na ripoti za kijasusi zilizovuja awali, ambazo zilimkasirisha rais wa nchi hiyo Donald Trump, zilizodai kwamba mitambo hiyo ya nyuklia Iran haijaathiriwa sana na mabomu ya Marekani. Kwa upande wake, Rais Trump amezungumzia kuishambulia mitambo hiyo ya nyuklia, lakini pia kutaka kufanya mazungumzo na Iran. Tunakwenda kuzungumza nao wiki ijayo na Iran. Tunaweza kusaini makubaliano, sijui, lakini kwangu mimi sifikirii kama ni muhimu. Awali nisema kwamba Iran haiwezi kuwa na nyuklia, tutailipua. Imelipuka. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amepongeza makubaliano mapya yaliyofikiwa kuanzisha mahakama maalum juu ya uvamizi wa Urusi nchini mwake, akihimiza kuchukua hatua dhidi ya kuhakikisha inafanya kazi na kuwajibisha wale wote waliohusika. Akihutubia bunge wa Ulaya alikosaini makubaliano hayo, Rais Zelensky ameeleza kuwa kila mhalifu katika vita hivyo vya Urusi lazima awajibishwe kisheria, akidai kuwa Rais Vladimir Putin wa Urusi ni mmoja wao. Aidha amesema anaamini kuwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya kivita ya The Hague ni mahala mwafaka kwa ajili ya mahakama hiyo ya Ukraine. Na Rais Donald Trump amepongeza msimamo uliotolewa na washirika wake kutoka jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO ya kuongeza matumizi ya ulinzi na usalama hadi kufikia asilimia tano ya pato la taifa GDP, na kueleza kuwa ni kama ushindi mkubwa kwa Marekani na pia nchi za magharibi. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kukutangazia kwenye FM radio wa shirika na kwenye tovuti ya BBC Swahili.com. Vile vile unaweza kutusikiliza moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa BBC Swahili. Ukiwa DRC unatupata kupitia Radio Beni, uh, Radio Muungano wa pale Beni, lakini Tanzania Oliondo FM, Uganda tusikilize kupitia Radio Lira, na Kenya ni Mwanedu FM. Karibu karibia. mimi ni David Nkia. Shirika la ujasusi la Marekani CIA limearifu kwamba mpango wa nyuklia wa Iran uliharibiwa vibaya kwenye shambulio liliyotekelezwa na Marekani huko Iran. Utawala wa Trump pia umejibu kwa hasira kutokana na ripoti iliyoeleza kwamba mashambulizi ya Marekani yalirejesha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran miezi michache tu na si kuteketeza kabisa. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Rais Trump wakati akielekea kwenye mkutano wa kilele wa NATO huko The Hague amejibu madai hayo yanayobeza shambulio lililolenga mpango wa nyuklia wa Iran na kusisitiza kuwa Marekani imeufuta kabisa mpango huo na kuurudisha nyuma kwa miongo kadhaa. Naye mkurugenzi mkuu wa CIA John Ratcliffe amesema kulikuwa na hatua za kiintelijensia za kutosha na za kuaminika kuhakikisha kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ulikuwa umeharibiwa vibaya wa jeshi la Israel amesema makomando wa ardhini walikuwa wakifanya kazi katika ardhi ya Israel, katika ardhi ya Irani wakati mzozo huo ulipodumu kwa siku kumi na mbili. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa NATO, Rais Trump ameulinganisha mzozo kati ya Israel na Irani kuwa ni sawa na watoto wawili wanaocheza katika viunga vya shule. Kuhusiana na kauli iliyotolewa na Trump dhidi ya vita vya Irani na Israel, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema wakati mwingine baba lazima atumie lugha ya ukali katika hatua nyingine, Iran imethibitisha kifo cha kamanda mkuu wa kijeshi ikisema Al Shadman alifariki kutokana na majeraha baada ya mashambulizi ya Israel. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran yanaonekana kuendelea, huku pande zote mbili zikikiri kuwepo kwa hatua hiyo. Hata hivyo, katika mkutano wa jumuiya hiyo ya kujihami ya NATO wamekubaliana kuongeza fedha katika bajeti ya ulinzi hadi asilimia tano ya pato la taifa, kiwango kinachotajwa kuwa ni kikubwa. Katibu mkuu wa NATO amesisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu zaidi miongoni mwa wanachama wa jumuiya hiyo. Mbali na hatua hiyo, Rute amesisitiza pia kuwa uungwaji mkono wa jumuiya hiyo usiotetereka kwa Ukraini unahitajika na ni lazima rais Volodimir Zelensky aendelee kusaidiwa kijeshi ili aweze kukabiliana na kitisho cha usalama kutoka Urusi. Ni Leonard Mubali. mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya yamesema kwamba takriban watu wanane wameuawa na wengine zaidi ya mia nne kujeruhiwa vibaya katika maandamano dhidi ya serikali nchini humo. Haya yanajiri huku baraza la habari nchini Kenya likielezea kusikitishwa kwake na hatua ya mamlaka kuzuia vyombo vya habari kurusha maandamano hayo mubashara. Hata hivyo, mahakama kuu iliamuru mamlaka ya mawasiliano kusitisha hatua hiyo iliyotajwa kama ni uvunjaji wa katiba ya uhuru wa vyombo vya habari. Kufahamu zaidi, hapo awali nimezungumza na rais wa baraza la habari nchini Kenya Zubeida Kanano. Kwanza kabisa ni ukiukaji wa katiba, sheria iko wazi kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kupata habari, na swala hili si la kwanza kufanyika, kwa sababu kulikuwa na kesi mwaka elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne ambayo inahusiana na mamlaka ambayo yametwikwa Communication Authority na mamlaka ambayo yametwikwa Media Council of Kenya, kwamba mahakama iliweka bayana kuwa majukumu a ambayo yametwikwa Media Council of Kenya ndo yale ya kuthi, ya kusimamia Um, utendakazi wa vyombo vya habari. Communication Authority, mamlaka yake ni upeperushaji ama kutoa utoaji wa leseni na mawimbi ya upeperushaji. Baada ya kutoa tishio lake, Communication Authority walizima mawimbi ya KTN uh, K24 na NTV. Mahakama hmm, kupitia jaji Chacha Mwita ikaharamisha ilani hiyo na kusema kwamba mawimbi ambayo yalikuwa ya yamezimwa yarejeshwe mara moja mm -hmm, hadi kesi ambayo imewasilishwa mahakamani ipate kusikilizwa. Maelekezo zaidi yatatolewa tarehe mbili mwezi Julai. Hebu zibada tuambie uhusiano umekuwaje kati ya vyombo vya habari na serikali wakati wa mzozo huu wa kisiasa? Kwa ufupi imekuwa vigumu sana. Mazingira ya utendakazi kama wanahabari yamekuwa magumu. Kumekuwa na vitisho kupitia vyombo uh, mitandao ya kijamii na vilevile kupitia uh, serikali kupitia wizara uh, tofauti za serikali. Kumekuwa na vitisho vingi sana mm -hmm. kwamba wanatishia kuzima na kupokonya leseni vyombo vya habari ambavyo vitachapisha moja kwa moja maandamano um, ambayo yamekuwa yakifanyika na mvutano huu sasa baina ya mamlaka na vyombo vya habari habari nchini Kenya haswa wakati huu wa maandamano unatoa taswira gani kwenu wanahabari? Kwa ujumla ni taswira ambayo si ya kuridhisha, kwa sababu unapoangalia hata ripoti iliyotolewa ile ya Press Freedom Index inaonyesha kwamba uhuru uh, wa vyombo vya habari nchini Kenya si jambo la kuleta tabasamu, kwa sababu hali inazidi kudorora. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne Kenya iliorodheshwa nambari mia moja na mbili kati ya mia moja na themanini mwaka huu Kenya imeorodheshwa nambari mia moja na kumi na saba kati ya mia themanini kuonyesha kwamba uhuru wa vyombo vya habari unazidi kukandamizwa kuka kila kukicha. Ndio swala ambalo tumekuwa tukilikemea kila kila wakati, kwa hivyo imekuwa ni vigumu sana kwetu sisi kufanya uh, wajibu wetu kama wanahabari kwa uhuru. Ni swala ambalo linaleta wasiwasi mkubwa sana, hasa kipindi hiki ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba na tunatumai kwamba mazingira haya yataweza kuboreshwa. nam ni Zubeida Kananu, rais wa vyombo vya habari nchini Kenya. na msikilizaji, leo ni siku ya Kimataifa kupambana na dawa za kulevya, ambapo kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, kitengo cha kushughulikia madawa ya kulevya, takriban watu milioni mia tatu wameathirika na dawa hizo duniani kote. Inatajwa kwamba kuibuka kwa dawa mpya za kulevya kunafanya hiyo changamoto katika kukabiliana na tatizo hili ambalo vilevile linaongezeka kwa kasi barani Afrika. Baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania zimetaja kufanikiwa katika mapambano dhidi yake, huku mamia ya wahusika wakuu wakikamatwa. Kufahamu zaidi, hapo awali nimezungumza na Aretas Limo, kamishina jenerali wa kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania. Tatizo la dawa za kulevya ni tatizo linalosumbua nchi nyingi duniani ikiwemo Tanzania, na hadi sasa hivi hali ya dawa za kulevya nchi ta, nchini Tanzania imeendelea kupungua siku hadi siku kutokana na operation mbalimbali zinazofanyika, uwezeshaji mkubwa wa serikali uliofanywa kwenye masuala ya teknolojia, hususan vifaa vya kiintelligence ambapo tumeweza kukamata mitandao mikubwa ya dawa za kulevya iliyokuwa inaingiza dawa za kulevya nyingi hapa nchini Tanzania. Kama ulivyosema, sio tatizo la Tanzania peke yake, ni la dunia nzima. Mapambano dhidi ya dawa hizi yame kuwa ni ya muda mrefu, lakini bado una, unaona hali ni mbaya. Ugumu uko wapi? tatizo la dawa za kulevya duniani kote linaendeshwa kwa rushwa, lakini kwa nchini Tanzania tumefanya mageuzi makubwa sana, na ndio maana umeona tumepata mafanikio makubwa sana katika udhibiti wa dawa za kulevya na wafanyabiashara wakubwa ambao walikuwa hawakamatwi, wale mapapa ambao ndio walikuwa hawakamatwi kabisa nchini Tanzania lakini na nje ya nchi, lakini tumeweza kufanikiwa kwa kamata nchini Tanzania. Kuna mbinu nyingi ambazo zinatumiwa na wauzaji na walanguzi wa dawa za kulevya, mnakabiliana nazo vipi? Tumetengeneza mifumo ambapo hii mifumo imeingia mpaka ndani ya hao wafanyabiashara wa dawa za kulevya na tumeweza kubaini mifumo yao na mbinu mbalimbali wanazozitumia kusafirisha dawa za kulevya, na ndio maana umeona tumefanikiwa kukamata kiasi kikubwa cha dawa za kulevya ambacho hakijawahi kukamatwa katika historia ya Tanzania. Kwa mfano mwaka jana peke yake tumekamata kilo zaidi ya milioni mbili za dawa za kulevya, ambapo katika historia ya Tanzania hakijawahi kutokea. Sasa ni ushirikiano gani mnaopata na kutoka kwa nchi nyingine hususan zile za Afrika Mashariki katika mapambano haya? tunashirikiana katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti dawa za kulevya, lakini pia ushirikiano mkubwa tunaofanya zaidi kwa sasa na hizi nchi, nchi za, za Afrika Mashariki, kwanza kabisa ni kubadilishana taarifa za kiintelijensia, kufundishana mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wafanyabiashara. Kwa hiyo tunafanya ushirikiano mkubwa pamoja na changamoto iliyopo ya utofauti wa sheria za nchi hizi, lakini tunafanya ushirikiano mkubwa zaidi katika kuhakikisha kwamba nchi zote tunadhibiti haya matumizi na biashara ya dawa za kulevya. baadhi ya wafanyabiashara wakubwa na watu maarufu wanadaiwa kujihusisha sana na, na, na biashara ya madawa ya kulevya tena kwa siri kubwa. Madai haya mnayafahamu, na kama ndiyo, mnayashughulikiaje? Ni sahihi kabisa, wafanyabiashara baadhi ya wafanyabiashara wafanya wakubwa huwa wanajifichia kwenye zile biashara zao kufanya biashara ya dawa za kulevya. Kuna baadhi ya wafanyabiashara mmoja peke yake unamkamata na zaidi ya tani tatu, lakini tumeweza kuwabaini na tumewakamata. Namna sasa ni viwanjani na Omar Mkambara <coughs> Sasa nikwambia kitu mshikaji wangu, kuna utofauti mkubwa kati ya buibui Bui na Spider-Man. E, Kiswahili buibui, Kiingereza inaitwa Spider-Man, yeah. Bana, nikukumbushe tu kwamba Young Africans hapo jana ulitangazwa kwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania Bara kwa mara ya 31 baada ya kumfunga mtani wake wa jadi Simba Sports Club kwa magoli mawili kwa bila, magoli ya Pacome pamoja na Mzizi. Lakini simba alifungwa dabi yake ya tano mfululizo na Young Africans, kwa hiyo mambo ni mabaya hivyo tuleo, kama unaona mtu mshabiki wa Simba usimguse, wala usimchokoze na nimeonyesha mimi hapa hapana, siku chokozi bosi wangu. <laughs> Borussia Dortmund alishinda goli moja kwa bila dhidi, uh, ya Itondai kwenye michezo ya kombe la dunia, na Borussia na kwenda hatua ya 16 bora, lakini Mamelodi akaenda sare bila kufungana na Fluminense, na hivyo Fluminense pia waenda hatua ya 16 bora. Na kocha wa Mamelodi Miguel Cardoso anasema wametoka kwenye michezo hiyo wakiwa wameweka vichwa vyao juu. Inter Milan amempiga Liverpool goli mbili kwa bila, na hivyo Inter na kwenda hatua ya 16 bora. Halikadhalika, Monterrey pia alipata ushindi goli nne, uh, kwa dhidi ya Urawa Red Diamond, na hivyo Montella anakwenda kwenye watu ya 16 bora. Leo ni Juventus na Mancity pamoja na Widad Casablanca uh, pamoja na Alain hiyo mm -hmm. Ndio michezo ambayo itapigwa leo. Sina cha kuombea wewe, nenda bana, tunaonana baadaye. Kuna pimpin Kamara nenda niba Spiderman alafu kuna buibui chagua moja ah, hey. Kwa